Ama madarasa haya uh, katika zaka ya fitri katika zakatul fitri tulizungumzia katika tuli katika madarasa yaliyopita uh, tukataja wajibu wake, eh, nani lazima atoe mpaka mwisho, na tukasema inshallah leo tutazungumzia ile time ya kutolewa. Ni wakati gani zaka za fitri hutolewa? Ni wakati gani zaka za fitri hufanya nini, hutolewa? Tamam. Eh, uh, asli ama wakati wa wajibu ni baada ya maghrib ile siku ya mwisho baada ya siku ya mwisho ya Ramadhani, baada ya magharibi sasa. Mpaka kuswaliwa Idi, ile ndo wakati ama ule ndo wakati unaitwa eh, wakati wa wajibu yani, mtu akidiriki juz amin Ramadhani, part ya Ramadhani, eh, wa juz amin Shawal na part ya nini, ya Shawali, basi mtu kama yule tumwambia sasa wewe ushaingia katika wakati wa wajibu baada ya maghrib eh, yani ile siku ya kwanza ya Shawali nafikiri tulitanguliza kusema eh, usiku hutangulia mchana. Sasa ule usiku ule ndo ndo ndo ndo wa Shawwal tutasema sasa ndo idi. Utaona kule makwetu, ama huku makwetu watu hufanya nini, huandaanda na mambo kama yale. Basi ile siku ama ule usiku ule ndo wakati wa wajibu. Ule ndo wakati gani? Wakati wa wajibu, kuanzia pale, mtu yaweza kutoa, haina neno. Tamam. Lakini, pia ni ruhusa mtu aitoe kuanzia siku ya kwanza ya Ramadhani wakati wa wajibu ni Ramadhani ikiisha, lakini wakati wa jawazi wakati ambao waweza kutoa una ruhsa, waweza kutoa siku ya ishirini na nne Ramadhani, ishirini na tano siku ya kwanza, siku ya pili, una hiari, waweza kutoa haina neno tamam. hiyo ni upande wa uh, jawazi ya kutoa waktuljawazi, wakati wa uh, ruhsa ya kutoa, lakini ni bora mtu atoe ile siku ya idi yenyewe eh, kama e, tutakavyotaja. Maanake e, baadhi ya maulama wasema, la hairuhusi. Madhehebu mengine eh, wamekataza, wengine wasema eh, huwezi kutoa isipokuwa kabla siku mbili, labda kabla ya Eid, lakini madhhab yetu eh, ya, ya Imam Shafi'i ndio yaloenea eh, ni, kwanza ya kwanza ya Ramadhani. Tamam. Ni ata wakati ule ambao ndo bora zaidi tutoe. eh, maulama watuambia ni ile zaka ya fitri itolewe siku ile ya Idi. Sasa shaingia baada alfajri, kabla salati la Idi, kabla ya kuswali ile swala ya Idi eh, ndiyo ni sunna zaidi, ndiyo bora zaidi ile zaka itolewe, na ndo ona siku ya Idi eh, kama ni Idi Alfitri, ni sunna ile swala ya Idi icheleweshwe eh, eh, kidogo kwa sababu gani? Ili impe mtu yani, Eidul Fitr, ili impe mtu nafasi ya kwenda kufanya nini, kutoa ile zaka. Huu ndo wakati ambao ni bora zaidi eh, lau mtu atatoa wakati ule ni bora eh. Asema sahaba Ibn Umar asema eh, yani imepokea asema anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallama eh, amara bi zakatil fitri eh, an tuadda qabla khurujin nasi ila salah kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliamrisha kwa ile zaka za fitri eh, itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kuswali swala ya Eid. Kwa hiyo wakati kama ule mtu ikiwa ajua maskini wako wapi, ule ndo wakati bora wa kumpelekea ile zaka ya nini, zaka ya fitri. Tamam, na wakati huu maulama wote wankubaliana kuwa eh, zama kama zile au wakati kama ule, ile zaka ya fitri ikitolewa imefanya nini, imeswihi. Na ni makruhu wengine wanasema ni khilaful aula kuichelewesha baada ya wakati wa swala ya Eid Yani mtu ile zaka anayo, hana sababu yoyote akachelewesha, si ati yuangoja mtu wa karibu eh, ama labda ile zaka iko mbali, atakwenda mpaka aende akaichukue, iko mbali kidogo. La, akichelewesha kwa udhuru kama huu, labda yuangoja, kuna mtu wa karibu atakuja, ama yuangoja mtu muhitaji zaidi, ndo ampe, basi haina neno, lao ataichelewesha hata baada ya. Lakini bila sababu yoyote ni makuru. ni makuru. Eh, mtu acheleweshe manake aslan ile imeletwa ile imewekwa ili wale maskini wafurahie. Sasa ukishaichelewesha eh, baada ya ile time, baada ya wakati waitwaje, wakati wa swala Khalasi, yule hata akipata baada ile yani haitokuwa na faida kubwa kama yule ambaye ameipata kabla ya wakati kama ule. Kwa hiyo ni bora eh, ni sunna mtu aitoe kabla ya ile swala, na ni makruh kuichelewesha, na lao ataitoa wakati wowote wa kwa mfano adhuhuri, alasiri, ile wakati wote, kwanza, tutamwambia kwanza, lazima atoe ile zaka, haiporomoke haiporomoke, lazima atoe. Kisha jambo la pili, amefanya makruh, amefanya makruh, lakini ameangusha ule uwajibu. Ikiwa ataitoa amefanya nini? Ameangusha ule uwajibu, ama ameuporomosha ule uwajibu, tumwambia khalas, zaka yako imeswihi, ingawa umechelewesha, lakini zaka yako imefanya nini? Imeswihi, naam. Kisha sasa ni haramu kuichelewesha mpaka baada al-maghrib. Ni haramu kuichelewesha mpaka baada ya maghrib. Yani, ile siku ya Idi iishe na mtu hajatoa ile zaka ni haramu, yupata dhambi. Na kila anapozidi kuichelewesha, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, aicheleweshe bila udhuru wote, bila dharura yote, basi yupata dhambi. Kila muda unavoenda, yeye yupata nini? Yupata dhambi, na lazima atoe. Si ati ule wakati waitwa ni wakati wa uharamu kumaanisha kuwa halas, ikishapita ile siku, basi zaka ya fitri ishafanya nini? Ishaporomoka? La, la. La, wengine tuweza kufahamu makosa hapa. Wengine tuweza kufahamu kuwa hadha waktul hurma, yani baada ya maghrib ile ni wakati wa hurma, basi ati hufai kutoa. La. Yani, tukisema wakati wa hurma ni kuwa ukichelewesha mpaka wakati ule wapata dhambi. Lakini je, ile zaka tuitoe ama tusitoe? Lazima uitoe. Na lau yule mtu hatoitoa, kila wakati yupata dhambi. Yupata dhambi. Na ile, e, e, zaka iko kwenye nini? Iko kwenye dhima yake. Yani kuwa ni wajibu afanye nini? Aitoe. Kwa hiyo tutamwambia kwa mfano nchelewesha siku mbili siku tatu, tutamwambia zaka lazima uitoe. Utaitoa, na ndo ile kupata dhambi kwa kila wakati wapata dhambi, kuta stop wakati ule. Haya, manake kila anachelewesha kama tulivyosema kuichelewesha dhambi, kuichelewesha dhambi, kuichelewesha dhambi. Kwa hivyo eh, lazima aitoe ili ili fanye nini aporomoshe ule uwajibu wa wa zaka. Nafikiri eh, kwa mpaka hapa takwa zile nyakati zimefahamika. Ha, ama kabla ya idi kuanzia mwanzo wa Ramadhani ni jaiz kutoa Ikiingia ile siku ya Idi eh, mubashara, baada ya jua kuzama, ile ni wakati wa wajibu. Baada ya alfajiri, ile siku ya Eid, sasa baada ya alfajiri eh, mpaka swala ya, ya, ya, ya, ya Idi, ile ni nini? Ile ni sunna, ni wakati wa sunna. eh? Kisha baada ya swala ya Eid mpaka swala ya magharibi eh, ile ni makruh. Kisha baada ya hapo sasa ni haramu, lakini hali, hali yoyote lazima mtu aitoe ile zaka. Naam, wallahu a'lam. Hii itakuwa ni upande wa e, nyakati za nini za kutoa ile e, e, zaka ama kadiri yake e, kiwango chake ni kadiri gani tutatoa katika e, ile zaka ya fitri. E, mam. Kadri ambayo tutatoa, kama, e, tulivyoitaja katika ile hadithi e, katika darasa ya mwanzo e, tulisema: swaa min tamrin e, au swaa min shairin, wa hakadha. Ni swaa ni pishi kwa Kiswahili sisi tunasema pishi pishi. Eh, maulama watuambia ni arbaatu amdadi Arbatu amdadin ni mudi nne. Mudi ni kibaba, kibaba ni ukichota chakula eh, kwa mikono miwili, ukichota ile mchoto mmoja ule waitwa kibaba. Tamam. Sasa michoto hii minne, michoto hii minne kwa mikono miwili ndo inakuwa nini, afwan, inaitwa eh, eh, uh, itwaje, pishi. Tamam, ambayo ndo hiyo swa kwa Kiarabu. Sasa hili choto hili ama hiki kiwango hiki eh? ukiangalia sisi tukisema mchoto mmoja, mchoto miwili, mchoto... yani michoto eh? Kihakika ni vipimo vya volume eh? nafikiri yani vipimo vya masaha eh? Ukubwa, si kipimo cha mizani cha uzito la eh? Sisi katika vipimo kuna vipimo aina mbili, yani katika kupima ima ukubwa wa kitu au uzito. Weza kupima mchele kwa ukubwa wake ukasema, ah, huu mchele yani umekava volume kadha Tamam. Ile ni, upimo kwa, ni kipimo cha nini cha masaha. Tamam. Na kuna kipimo cha uzito, ndio hii sisi tunalozoea sema kilogram, kilo moja, kilo mbili, kilo tatu. Sasa asli ya hii kiwango cha zakatul fitri ni ipimwe kwa masaha. Mtu ule mchele anaotaka kutoa atoe kwa masaha, yani itwaje eh, eh, ukubwa eh, na lazima iwe ni pishi. Pishi ni kadri gani pishi eh, wao wenyewe watuambia takriban ni kama ukipata tin, ile, e, tin ya, ma, nafikiri itakuwa ni haya maziwa ya unga kama iko tin ya maziwa ya unga kama 2.5 liters. Ikiwa iko tin ya 2.5 liters eh, inayoingia 2.5 liters ama 2.4 ama hata 2.25 liters, ile inatosha kabisa ile ni pishi. ile, ile ni pishi la mtu ataweka mchele pale kisha atoe ile, ahlan wa sahlan, imefanya nini? Imetosha. Tamam, hii ni ikiwa mtu atataka kupima kisawasawa. Kwa nini? Kwa eh, kwa pishi yani kwa eh, kwa masaha eh, kwa volume, lakini utaangalia, wengi wetu siku hizi twapima kwa nini? Kwa kilo. Sasa upande wa kilo, hii ni kadri gani? ni kiwango gani eh? Problem iliyoko ni kuwa ile michele inatofautiana kwa uzito. Waweza pata tembe ya mchele eh, mchele aina fulani labda pishori na mchele mwingine sijui tuwite nini, kwa mfano wa Mwea sijui eh, ile michele miwili labda imetoshana kwa size, size yake imetoshana, lakini uzito nini ni tofauti. Basi unaweza pata eh, lita moja ya hii na lita moja ya hii, lakini kilo zifanya nini za, to, za tofautiana. Kwa hiyo maulama wanasema la bora mtu atoe, yani mashekhe zetu atuambia bora mtu atoe kwa upande wa nini wa size, si upande wa eh, weight ama tuseme mass, yani uzito. Lakini la ikiwa mtu labda hana fikra hiyo hiyo ataka tu kutoa kwa ile kilo na nini, wengi katika mashaka zetu watuambie lau mtu atatoa kilo mbili na nusu au hata kilo mbili na robo itakuwa imetosha. Kilo mbili na robo itakuwa imefanya nini? Imetosha, lakini ihtiyati ni mtu atoe zaidi eh. Kwa sababu kama tulivyosema hii michele eh, na hivi vitu tunavyovitoa vya tofautiana, vya tofautiana kwa ile ile itaji weight yake hata kama weza kuona zote zimetoshana upande wa size, hii imeingia mfuko na hii imeingia mfuko, lakini ukiangalia upande wa weight ama sijui ni mass, utapata labda kilo zimetofautiana. Kwa hiyo mashaka zetu tuambie bora utoe kwa ile nini? Kama tulivyosema kwa volume, upande wa volume mtu apime upande wa volume atoe. Lakini kwa vile imezoeleka, imeenea kwa siku hizi kwa kupima kwa kilograms, wamesema ni mtu atoe takriban kilo mbili na kilo mbili na robo, kilo mbili na nusu. La watatoa kilo mbili na nusu takuwa halas ile imetosheleza, haina wasiwasi wasi.